Kwa performance anayoonyesha Senne Lammens ni kama vile United waliwaibia klabu ya Royal Antwerp kwa kualipa paundi milioni kumi na nane peke yake kumpata golkipa huyu raia wa Ubelgiji. Mwezi Septemba, United walikamilisha usajili huu na golkipa huyu ameanza kutonyesha tofauti na magolkipa ambao tulikuwa nao, Andre Onana pamoja na Altay Bayindir. Inaonekana kuna tofauti kubwa kati yake. Katika mchezo wa kwanza dhidi ya Sunderland goalkeeper huyu alifanya vizuri na kuisaidia klabu kupata clean sheet ya kwanza katika msimu huu, na United wakishinda kwa goli mbili kwa bila. Mchezo mgumu zaidi zidi ya mahasimu wa jadi Liverpool pale Anfield, tuliona tena matokeo mazuri ya uwanjani, lakini pia golini Manchester alikuwa na uhakika na sababu kubwa ni namna ya kujiamini na namna anavyoweza kuzuia michomo. Dhahiri shahiri, Manchester waliona mbali kufanya usajili wa Senne Lammens. Katika mchezo dhidi ya Brighton, hali kadhalika, Lammens alituonyesha kwamba ni goalkeeper bora, na ndio sababu ya Manchester kwenda Ubelgiji kumsajili goalkeeper huyu. Msimu uliopita, yeye ndo alikuwa goalkeeper kijana aliyefanya save nyingi zaidi barani Ulaya. Bila shaka mabadiliko makubwa tunayoona golini na ina deserve kumpa credit Senne Lammens. Ana utofauti mkubwa na Onana, ana utofauti mkubwa na Aita Bainde. Hajafika level za Peter Schmeichel, hajafika level za David De Gea, hajafika level za Edwin van der Sar, lakini anatuonyesha kwamba kuna safari nzuri golini, na tunauhakika kwamba goli la Manchester kwa sasa linalindwa na goalkeeper bora Senne Lammens kutoka Ubelgiji. Subscribe, like, share na comment kupitia